Zamani za kale katika kijiji kidogo kilichozungukwa na vilima vya kijani na mito miembamba iliyobeba maji safi, aliishi mkulima maskini aitwaye Bwana Juma. Alikuwa na shamba dogo na mifugo michache. Kati ya mifugo yake kulikuwa na kuku mmoja wa ajabu sana. Kila asubuhi, Bwana Juma alipofika bandani, alikuta yai moja la dhahabu liking'aa kwenye kiota cha kuku huyo maalum. Yai hilo lilikuwa la thamani kubwa na kila alipoliuza mjini, alipata fedha nyingi kuliko alivyowahi kupata maishani mwake. Kwa muda, maisha yake yakaanza kubadilika. Akajenga nyumba bora, akanunua nguo nzuri, na hata akawa anaheshimika kijijini. Lakini tamaa ni adui wa busara. Bwana Juma alianza kufikiri, kama kuku huyu anaweza kutaga yai moja la dhahabu kila siku, je, ndani mwake kuna dhahabu nyingi zaidi? Labda nikimchinja nitapata utajiri wa haraka. Asubuhi moja, akiwa na moyo uliojaa tamaa, Bwana Juma akamchukua kuku wake kipenzi na kumchinja. Alipochunguza tumboni, hakuona chochote isipokuwa damu na viungo vya kawaida vya kuku. Hakukuwa na dhahabu hata chembe. Bwana Juma alishikwa na huzuni kuu. Hakuwa tena na yai la dhahabu kila asubuhi. Chanzo chake cha utajiri kilikuwa kimekatika kwa mikono yake mwenyewe. Kwa muda mfupi, akatafuta namna ya kurejea kwenye maisha ya kawaida, lakini pesa alizokuwa nazo zikamtoka haraka. Alirudi kuwa maskini, hata kuliko alivyokuwa hapo awali. Watu walimcheka, wengine walimsikitikia. Lakini hakuna aliyeweza kumrudishia kuku wake wa dhahabu. Funzo la hadithi: Tamaa huzaa hasara. Subira na uaminifu huleta mafanikio ya kweli.